Watazamaji wa Tumaini Television bila shaka ni mzima afya kabisa, basi nikukaribisha katika kipindi chetu Pendo Fahari aliopo wengi, na hii si nyingine bali ni meza ni kwetu, kipindi pekee ambacho utaweza kujifunza mambo uh, mengi kuhusiana na mapishi na uh, milo mbalimbali. Ule nini kwa wakati gani kwa ajili ya afya yako lakini ili kuyajua haya na mengine mengi, ungana nami Eve Anthony Kazimoto, mwanafunzi gasi. Niko hapa uh, Bielo Park maeneo ya Kinyerezi, ndipo leo tutakapokwenda kukutana na shefu wetu ama mpishi wetu, na atatuweza kutuelekeza ametuandalia pishi la namna gani, na si mwingine huyu, ni Janet ndio mpishi wetu wa leo, karibu. Na tazamaji kama nilivyokuambia pale awalikamba ah, leo tu katika jiko la BL Park hapa maeneo ya Kinyerezi tayari tunakwenda kuanza uh, mapishi yetu ya siku, lakini kabla ya kuanza hayo yote ufahamiane kwanza, hata habari za leo mrembo. Salama madam, habari za wewe? Salama tu. kwa kwa majina majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jennifer Weston, napatikana Kinyerezi BL Park. Okay, leo wewe ndo mpishi wetu wakwenda kututengenezea makulakula mezani kwetu au siyo? Eheni, leo watazamaji wangependa kufahamu ni pishi gani ambalo umetuandalia kwa ajili ya siku ya leo? Leo nimeandalia samaki mbogamboga mboga na ugali, ugali wa muhogo. Ugali wa muhogo na samaki mbogamboga mboga. Yeah. Na nini kingine? kuna kuku wa kienyeji mm -hmm. changamoto. Kuku wa kienyeji changamoto na kuna uh, samaki mbogamboga mboga. Mboga mboga. Ndio mapishi tumeandaliwa, ndio no, mapishi ya leo okay. Sawa, tunashukuru Mtu sasa, watupitishe mahitaji na maandalizi ya vitu ambavyo umeandalia ili kwenda kutengeneza mapishi ambayo tunahitaji kuyapika siku ya leo. Ah, Karibu. Asante. Kuna kitunguu maji na karoti hmm. Okay. na pilipili hoho kuna kitunguu swaumu, gali. Nitatumia tui la nazi hapa na chumvi nitatumia naswaso, mboga mboga za majani ambazo zimechanganyika mchicha, mnavo na figili Nina bamia na nyanya chungu, naweka kiasi, samaki aina ya sato. Sato. Haya, mafuta ya kula kuko kwa kienyeji. Haya, maandalizi tunaanza na nini? Tunaanza kukata viungo, vitunguu na chopuchopu, ndo kidoliuna utaalam mm. takufanya maandalizi kwa huo. kakupataj kuondoka na kidole Haya. taalam utaalamu Ukiangalia unaangalia kidogo kidogo, ndio natosha kwa ajili ya samaki. mm -hmm, nenda kukaanga samaki. wakati sio, tunaenda jikoni kwenye kukaanga samaki mwenyewe. shalipo jikoleta, tunaenda kwenye kukaanga samaki. samaki wewe anakuwa hajapako chochote u samaki, hmm. samaki nishamuunga, nimeweka limao na chumvi basi. Ah, samaki anakuwa ameka limao na chumvi natosha, sababu anaendelea kuweka viungo vingine hapo tushakaanga samaki, tunaweza kumpika. Nalikua jiko lingine, nawache jiko lingine kwa ajili ya madaji za samaki mbogamboga. Naeka mafuta. Tunaweka mafuta kwa ajili ya kuandaa mafuta kwa kiasi. Yes. Tunaweka viungo vyetu, kwa hiyo kinachoendelea hapo ni mafuta na viungo vinaanza sasa kukangwakanga kidogo na vigeuza geuza viungo vinabidi vinaiva kidogo, tunaweka kitunguu saumu hiyo, tunaweka ni garlic, ile garlic Okay, kwa ajili ya kunogesha nogesha nogesha. Kwa hiyo hapo hapo ndiyo tunaanza kunogesha nogesha viungo, unanogesha viungo unaweka sosi Sasasi inaweka testi na pia inabadilisha rangi ya mwonekano wa chakula na ladha okay. Namweka samaki wetu aliokaangwa tayari, naweka maji kidogo ili kumuivisha ah, samaki na viungo aweze kupata testi hapa, tunatafuta testi ya samaki ushana ili aweze kuingia viungo mpaka ndani. Okay. Naweka chumvi kidogo, neka hiyo, neka ni chumvi kidogo. Hapa naweka tui langu la nazi la kwanza ile hili la mwisho lile ambayo msemaji yule wa mwisho jamani, kuna matui mawili bubu, ni lile zito la kwanza, halafu kuna lile la pili msemaji. Hili lile la pili msemaji ndiyo limewekwa, limeshakuwa sasa. Hapa naweka nyanya chungu na bamia, natia kwenye samaki. Kwa kiasi, chungu na bamia ki kwa kiasi chungu na bamia kwa kiasi kulingana na wingi wingi wa samaki kama tunapika fish uh... lako situmii. yeah, okay. si nyanya, hapa naenda kuweka mboga mboga, kwa hiyo ni mboga mboga, nyanya hazitumiki. Nya nyanya hazitumiki, watu wengi hawapendi nyanya kutokana na afya Watu wengi hawapendi nyanya kwa sababu wengine wanaviona vya tumbo watuvikula vitu vya uchachu. Nyanya ina uchachu fulani. Mboga naweka kiasi tu, kulingana na wingi wa kitu ambacho tunakipika

Yaani testi kwa hivi ya moto moto. Ya moto moto. Pishi e, kama pishi. Kwa hiyo tayari samaki wa mboga mboga tayari. Samaki mboga mboga tayari. Okay. Yuko tayari kwa kuliwa. Tayari kwa kuliwa. Mm-hmm. Tutaenda kuweka pembeni, tutaenda kumwandaa baadaye. Yeah. Wakati tunaingia kwenye pishi la pili. Sawa. Sawa. Pishi la kwanza tumesha, tumeshalimaliza liko pembeni, tutaenda kuliandaa hapo baadaye, lakini sasa hivi tuna pishi la pili ambalo ni changamoto ya kuku wa kienyeji, changamoto ya kuku wa kienyeji, kuku wa kienyeji, shuti paja lake leo refu aisee, tumeliona. okay. Milioni. Kwa hena tunatupenda, kwa maandalizi ni yapi ambayo anataka kufanyika? Maandalizi ya yake haina maandalizi makubwa sana. Yeah. Inaanza kwa kata kata. Kata kitunguu kwa mviringo. Kwa kwa ile ya kitunguu hiyo cha round. Mhm. Kiwe la round. Mhm. Mm mviringo kama round <laughs> kitunguu kinakatwa hicho jamani. Mhm. Mm. What a professional, kata haye kama wajakata kidole afa. Eh? <laughs> <laughs> Tofauti, tunaingia kwenye upishi sasa, ndiyo tunamchukua kuku kuku. Chana uto heka, kwanza, kuma, kwanza, na mkata eh, hatua ya kwanza tunaweka vitunguu, tunaweka maji, tunaweka vitunguu maji, tunaweka na mafuta kidogo ya kusotea

na kuku. Kuku anachanganywa vizuri na vuvi. Aweka mchuzi wa kuku, mchuzi wa kuku. Naenda kuweka taste. Okay, sawa. Hayo sio maji, ni mchuzi wa kuku unawekwa huo mchuzi wa kuku mwenyewe ambao wamechemsha ule. So, mchuzi unatumika badala ya kuweka mm -hmm. maji akini mchuzi. So, mchuzi wa kuku baada ya kuchemsha na sio tuso maji tena ile chemshia zuru haya majiko, si kama ya kule nyumbani, bwana. Haya ni mambo ndomana mtia anaambia, baada dakika kumi. Okay, vinega kwa kiasi, kwa kiasi. Na ukiweka vinega bwana, utaona automatically vitungu vinabadilika sura, vinabadilika rangi muonekano. rangi inabadilika vitungu sauce. Kinachoweka sasa ni soya sauce. Ndio na hiyo japo kwa kiasi, kiasi. Karoti kidogo degu inakatwa katwa kwa mfumo wa duara ama round round shape. Yep. Neka karoti kidogo. Changamoto wetu changamoto acaga mota es hoho ni changamoto kitungu maji tu. Kitungu maji. Na karoti kidogo. Karoti kidogo. tamone kanomatol na bukiri Naonja kama kawaida, ukiwa jikoni na master chef, konja muhimu. Hebu ni test ladha. ah ah, kwa kweli iko hivi, kitam sana. Kitam kitam, kiramba ni lazima. Kwa hiyo tayari changamoto yetu ya kuku wa kienyeji tayari. Kama tayari. Karibu kwa kula, basi tufanya maandalizi ya kutenga tunaandaa mm. ka hmm. kwenye kama kwenye sahani, na vinaelekea mizani, utaelekeza namna gani tunaenda kula na kitu gani? Na mtazamaji, kama kawaida, tumetoka jikoni kule mapishi yetu tayari yameshakuwa yamekamilika. Hii hapa kama unavyoona tayari ni kuku wa kienyeji changamoto ndio pishi ambacho tulikuwa tumeiandaa kwa siku hiyo, lakini kuku huyu wake hii changamoto unaweza ukala na ugali ama ukala na ndizi ama na chochote kile. Lakini master chef atatuambia hapo unaweza kala mlo huo na kitu gani. Na pia kwa tuna pishi lingine ilikuwa ni la samaki, na samaki mboga mboga aliopikwa kwa nazi na vyonjojo kibao sana hapa, lakini vyote hivi vinalika pia kwa ugali na vingine vingi. Master chef atatuambia hapa. Hey, mrembo wangu, tayari vyakula vimeshakuwa tayari, vimependeza meza kama hivi tayari kwa kuliwa, lakini je, vyakula hivi mbali na ugali ambao umetuandalia siku ya leo, tunaweza kutukala na kitu gani kingine? asante sana hmm. samaki mboga mboga hmm. unaweza ukaa na wali, nawali ugali hmm. hmm. chipsi au ndizi za kuchoma la mkanga, yote ni tamu sana hmm. hmm. nani kwa wakati gani kula, naweza kula mlo huu kafanya, ni mlo wa wakati gani? labda yaani samaki mboga mboga kuanzia saa tatu kendelea, unapata saa tatu asubuhi, unaweza kaona ni mlo wakati wote, kaa na familia <tukatikana> unakaribisha sana. Mlo wa leo hauna pilipili pilipili, unaweza kaweka pilipili pilipili leo. Yeah, eh, pilipili wateja wengine anatuma pilipili, unaweza kaweka pilipili, wengine atiweke pilipili, kwa sababu wengine anabeba vya tumbo, mpaka akwambie weka wewe pilipili, sio lazima. Leo ukisaka unaweka, mteja akisema nyekewa, anamwekea ni ya kwa changamoto ya kuku hii. Ukila na ndiza au chips. Tamu zaidi. Tamu zaidi. Kwa kwa uwe au ugali ugali wa mwogo. Kama wa. Uwa. Uwa pali wa mwogo ye. Uwa mwogo ye. Okay. Na kesho kaluni. <laughs> Asante. Ok. Ma, ma, mapishi yetu ni tayari ya kushari kwenda kwa kuliwa. Lakini kabla kiena kuonja sasa. Yeah, je, napo mteja wa mtu yote ya mbasa ya anakutazama akikutafuta pataje na nyie, mko wapi? na mawasiliano yenu, mitandao ya kijamii? Hapa boxes mm zetu, tunapika samaki -hmm. Mbogamboga, makange, changamoto chukuchuku, mm -hmm. vio tunapata kuna chukuchuku ya poli, kuna makange ya poli, losti ya poli, mboga mboga ya poli, unapata hapa kwetu. Kuna kuku wa kienyeji, wa kisasa kuna firigisi unapata, kuna maini, kuna figo, kila aina ya chakula una unapata supu, kuna supu ya mbuzi ya ng'ombe ya kuku, mchemsho wa samaki unapata, mchemsho wa kuku unapata masaa ishirini na nne unapata delivari, mnapata tunapeleka delivari kwenye kwenye masherehe mbalimbali, maarusi, sendofu, kitchen party, huduma zinapatikana inakaribisha sana sana sana kwenye ofisi zetu, zinapatikana masaa ishirini na nne. Inakaribisha, huduma ziko vizuri sana, vizuri vizuri, chakula ni kitamu, ni kitamu, ni kitamu sana, raha ya kula shurti, uonje. Tumeshapika sisi, tunaonja. huu ni ugali wetu wa muhogo. Karibu, karibu, tulisha na wakati akati tuna, tunaanza kipindi tulisha na kule jikoni na kutumia na. okay, nice.

wa samaki ni nimdabue sasa. Aya, mi na mdabuwa samaki hapa, nasikia ladha ilifika kidogo bwana. Test yetu ni nzuri sana, chakula ni kitamu jaitu yeah. Najua alafu unajua, alafu unajua ten ntoke nje ya kamera kwa kujiatia akojinaau mi nakushukuru sana aja a kuweza kushiriki na sisi kipindi chetu hiki cha mezani kwetu. Kwa siku ya leo tumeweza kupika mapishi mazuri kama haya, lakini pia ni yani, mshukuru mtazamaji kwa kuungana na sisi kuanza kipindi chetu mpaka sasa ambapo tunakwenda kukihitimisha. Mimi ni Eve Anton Kazimoto mwana fugasi nilikuwa hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Kumbuka leo tulikuwa maeneo ya BL Park hapa mm -hmm. uh, Kinyerezi. Ndipo upishi hili tamu na mengine mazuri mengi kama alivyotuelezea pale uh, mpishi wetu wa leo Bibi Janet. Kuna vitu vingi sana vinapatikana hapa. Wewe kazi ni kwako, ukifika unamtafuta kupitia nambari za simu ambazo zimeweza kutajwa kwa mawasiliano hayo, na kama uko maeneo ya Kinyerezi pia ukapita hapa suku ukapata mtori ukapata supu ukapata ile Uh, kifungua kinywa cha kila namna kiko hapa, kwa hiyo kazi ni kwa kufanya kuwahi, lakini pia mchana ukiwa maeneo ofisini, unaweza kupiga simu moja tu mpaka kufikia popote ulipo, ukapata uh, lunch yako, ama ni jioni umetoka kazini ukapita angalau kupata kitu kitu, unapita hapa Bill Park maeneo ya Kinyerezi, mambo yanakuwa mazuri. Basi mimi kwa kweli sina la ziada, nikushukuru sana kwa kuona sisi tangu pale mwanzo kwanza kipindi. Asante na baibai, bye bye, bye kwa sasa bye. Tunaonja kama kawaida, ukiwa jikoni na master chef, konja muhimu. Hebu ni testi ladha. Ah ah, kwa kweli, kwa hivi kitamsa na kitamsa kitamsa, kiramba ni lazima. Kwa hiyo tayari changamoto yetu ya kuku wa kienyeji tayari. Hapa tayari. Okay. Karibu kwa kula.